Yesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Paul Akachi ni mtumishi wa Mungu wa God is Holy Church Mwareni. Yesu asifiwe, asiye tena Yesu. Kwa majina yangu, ninaitwa mtumishi Recho Maina kutoka kanisa la God is Holy, ninatumika hapa chini ya mtumishi wa Mungu. Kwa majina yangu, naitwa Anastasia Sago mimi ni mama mchungaji kutoka kanisa la God is Holy jana. Nachukua fursa hii kuwatakieni mwaka mpya mwema, wenye baraka, wenye mafanikio katika nyumba zenu, katika biashara zenu. Mbarikiwe na muwe na amani na muwe na mwaka mpya mwema wenye baraka. Asante. Niko hapa ili niweze kuwatakia mwaka mpya, mwaka wenye baraka, mafanikio, wenye mazao na wenye mema. Huenda mwaka uliopita kuna kitu ulihitaji hukupata, lakini tarajia muujiza wako kuanzia mwaka unaokuja. Nawakaribisha sana na Mungu awabariki. Mungu awe pamoja nanyi. Mungu awabariki. Mungu aliyewatoa katika mwanzo wa mwaka huu na kuwafikisha mwisho wa mwaka huu, awe pamoja nanyi. Takapoanza mwaka mpya, muanze na kila kitu kipya. Hiyo mwaka wa 2026, kuna mambo mapya yanaenda kuzalishwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana awe na nyinyi, awabariki na watoto wenu na wake zenu na kila kitu kilicho chenu, kiongezeke Mw katika jina la Yesu.